ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin mungu awabariki sana amina pole dada Mika chochote sema chochote awae Mungu ni mwema tunamshukuru na sijui bado bado bado akili nafikiria mengi akiamshukuru okay, yes, okay. Asante sana, Asante sana okay, kwa Watanzania. Asante kila ambaye alikuwa anatuombea kutupigania. Mungu yes, awabariki sana, sana. No, sure. Asante. Asante sana, sana. Nitaongea tu kwa kifupi, yeah, kwa sababu mambo yanajielezea yenyewe na ninachojielezea ni kwamba e, Jennifer Jovin almaarufu Niffer pamoja na Mika Chavala ambao alikuwa anashtakiwa kwa mashtaka ya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 jazi hilo linaweza kufika katika, katika ukingo wake katika namna hiyo. Namba moja yes, kifungu ni hicho hicho cha tisini na mbili cha kwanza a ambacho kilitumika e, wale washtakiwa wengine ambao waliachiwa kwa makundi kadhaa hapo awali, na pengine kama kutakuwa na kutembea kwa na cases nyingine watafutiwa mashtaka watafutiwa Ee, sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimhitaji kutoa sababu, ko labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe aseme namba moja kwa nini e, labda amewaachia kwa mafungu namna hiyo na, na you know, vitu ni vingi <laughs> vya kisheria vya kimantiki lakini E, mimi kama wakili nafurahi tu kwamba e, hawa ndugu wawili ambao ndio walikuwa wamebakia, ni ndugu, kwa sababu wamekuwa ndugu walipokutana. Sasa e, kwa hawa ndugu wawili wameachiwa, na kama nilivyosema, watakuwa sasa wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali mbali za ujenzi wa taifa, na sisi sasa, kama nilivyosema, e, tutapata nafasi ya kufanya mambo mengine, ili sasa la kina Niffer na Mika Chavala tunakuwa tumelitua, tumeli kwa kwa namna ambavyo tumelitua kwa, tunashukuru tuna, tuna kwamba kipande hicho kime kimeisha kwa namna hiyo. Kwa, kwa, kwa, kwa utashi wangu ni mambo tu ya logistics kuambiwa kwamba mtu aende ukaripoti, ni mambo tu ya logistics kwa ajili ya kuweka e, kumbukumbu huko e, mbeleni, lakini sioni kama hiyo inaathiri e, uhuru ambao wameupata kwa kutumia hicho kifungu ambacho kimetumika. Kwa hiyo kama nilivyosema hata kama watapaswa kwenda kuripoti, no problems, wanao mawakili ambao labda watawasindikiza